Yesu asifiwe. Ikiwa ni siku nyingine tena, nakuja kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na hivyo, ninapenda niwaalike wa mnaofuatilia katika chaneli hii ya Chironge Online TV, na tutakuwa na somo linalosema maisha yanayomtukuza Mungu. Tuwa Baba wa mbinguni, zungumza nasi katika siku hii ya leo tunapotafakari ako wewe pamoja nasi kwa jina la Yesu Amen. yanayomtukuza Mungu ndiyo kanuni ya Mungu. Mungu anatuita ya kumtukuza katika nyanja zote za maisha tunayoishi, na ndiyo maana hata katika ujumbe ule wa malaika watatu malaika anatangaza Ufunuo sura ya kumi na nne na lile fungu la sita na la saba akasema sauti kuu mcheni Kumtukuza kwa maana saa kumi yake imekuja. Leo tunazungumzia habari ya kumtukuza. Mungu anahitaji tumtukuze katika kila nyanja za maisha, namna tunavyokula, namna tunavyovaa, namna tunavyotenda, namna tunavyoimba, tunavyo katika maisha tunayoyatenda. Mungu anadai utukufu. Swali ni hili, tunatenda leo katika maisha yetu, tunatenda kwa utukufu wa nani? Unavyokula, unavaa kwa utukufu una, una nani? Unavya, unava unavaa kwa utukufu wa nani? Unavyotenda unatenda kwa utukufu wa nani? Na ndiyo maana Mungu wetu anatuhitaji tutembee katika njia zilizo sahihi. Ndiyo maana wito wake ni kumtukuza Mungu rudia. Wengi wakitenda mambo ambayo utukufu unawarudia wenyewe, ukija kwenye vyakula, ukija kwenye kutenda mambo mbalimbali mbali, ukija kwenye mavazi, ukija kwenye kuimba, ibada zinavyofanywa nyingi zina kwa ajili ya kujitukuza. Kija kwa waimbaji, kwa wahubiri, kila mmoja anatenda ili kujirudia, lakini hiyo sio kanuni ya wachamungu. Kanuni ya wacha mungu ni kwamba kila ulitenda ni akisi tabia ya Mungu ndani yako. Na ndiyo maana malaika anapotangaza habari ya kumcha Mungu, kumtukuza, elewe nini maana yake. Sasa Wakorintho wa kwanza kumi thelathini na moja anasema basi mlapo umnywapo mnywapo au mtendapo neno lolote nyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Jinsi tulivyo leo ni vile tunavyokula, ni vile tunavyokunywa, ni vile tunavyotenda, ni vile tunavyovaa. Yani, maisha ya Kristo yamejengwa katika maeneo haya. Neno linasema lolote unalolitenda ni shariti kwa Mungu. Je, ndivyo tunavyoishi kama Wakristo, kwamba kile ninachokitenda utukufu kwa Mungu. Je, ninavyokula, ninavyokunywa, ninavyovaa, ninavyotenda, je vinamtukuza Mungu? Kama basi, bado sijawa na sifa ya kumcha Mungu. Wacha Mungu sharti waishi maisha ya kumcha Mungu, maana hiyo ndiyo kanuni yao. Sasa neno linaposema kwa wa Mungu, maana yake Mungu anadai utukufu katika miili yetu. Mungu anadai utukufu hiyo miili, huo mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, ndivyo inatuambia na, na kama ni mtakatifu, lazima tulitende kwa utukufu wa Mungu. Hatuwezi kutenda namna tunavyotaka. Mavazi tunayovaa ni shariti yawe ni mavazi ya kuza Mungu. Leo tunashuhudia watu hata wanapokuja mbele katika ibada wanavaa ovyo tu ovyo, na kwa sababu hiyo mavazi hayamletei Mungu tukufu. Ndio maana wengine katika mavazi yao, wanapowatazama wamevaa badala ya, ya watu kutazama wakaona ya Mungu kama alivyosema katika Mathayo sura ya tano fungu la 16 kwamba kwamba baba yenu naiangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Leo watu wanavaa ovyo tu na hivyo Mungu aufu katika mavazi yetu. Je, watu wanapokutazama katika mavazi yako wanamwona Mungu? wanaweza kuiona tabia ya Mungu katika mwenendo wako katika muonekano wako ama wanapokuona wanaona nini? Na ndio maana wakati mwingine kuambiwa hiyo nguo imekutoa vizuri, lakini hawaelewi kutoa katika eneo lipi. Inaweza kukutoa katika muonekano wako halisi na ikakupeleka muonekano wa kikahaba, na wengine hujua, unasikia nasema. Nashukuru sana e, utukufu kwa Mungu, utukufu kwa Mungu, vazi la sasa lazima tujioe. Mungu anadai utukufu katika kila jambo tunalotenda. Mwanadamu hapaswi kurudisha aina yoyote ile, maana hastahili, lakini Mungu ndiye anayetakiwa kupewa utukufu. Kwa hiyo kwa kile kwa kile unachokunywa, kwa kile unachotenda, una Mungu anadai utukufu. Ndio maana katika ile sura ya kumi na ule mstari wa, wa kwanza na pili anasema basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu; hiyo ibada yenu yenye maana. mbali u kudai utukufu kwa kila jambo tunalotenda, Mungu anadai utukufu katika ibada, ibada ambayo inakuwa na maisho, ibada ambayo inatawaliwa na ujali ama kujitoa kimwili, kiakili, mafikira, miili yetu, vyote inapaswa kumwelekea Mungu kwa kile tunachokitenda katika mavazi tayari wa mwili, akili na roho lazima viwe tawaliwa na Mungu. Na ndiyo maana Warumi anapozungumza kwamba ndiyo ibada yenu yenye maana. Ibada yenye maana inakwenda mbali zaidi, inaangalia jinsi ulivyovaa, inaangalia jinsi unavyoonekana, inaangalia jinsi. Na hivyo kama mavazi yako hayata utukufu kwa Mungu, maana ni kwamba wewe ndiyo utakayechukua utukufu, na ni hatari sana watu kuacha katika ibada wakati mwingine wakakugeukia wewe kwa mavazi uliyovaa, maana hayamletei Mungu utukufu. Lazima tujione katika maisha yetu. Kwa hiyo utukufu, mavazi yanapaswa kutawaliwa na utukufu. Lakini mbali na hapo, Warumi anapozungumza kwamba hiyo ndiyo ibada yenye maana, analenga jambo hili kwamba tunapomwabudu Mungu ibada yenye maana ni ibada ya namna gani? Ni ibada ambayo ina matayarisho kimwili, kiakili, kimwili akili mwili akili na roho na fikira na mawazo vina, vimemwelekea Mungu, vinakuwa vimetawaliwa na Mungu. Ndiyo maana hata katika kuvaa, je, ili vazi linamtukuza Mungu kule vinamtukuza Mungu, haya matendo yanamtukuza Mungu. Ndiyo maana katika lile toleo la, la Biblia ya Phillips lile toleo la Biblia ya Phillips anapozungumzia habari ya ibada yenu yenye maana an moja kwa moja ibada yenye akili, yeye ameifanua hivyo kwamba hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana, ibada yenu nasoma katika ile Warumi sura ya 10 fungu la kwanza katika lile toleo la Phillips Bible. Phillips anaandika anasema ni ibada yenye akili. Sasa swali hili, je, ibada tunayo kila wakati tunapokuja kumwabudu Mungu mbele zake, je, ni ibada yenye akili? Maana ibada yenye akili kwenda sambamba na kuangalia jinsi tulivyo. Maisha yetu yanapaswa kumwakisi Kristo kwa kila tendo, kwa kila jambo tunalotenda, lazima vimwakisi Kristo, hivyo tulivyo, tulivyo. Na ndivyo tunapaswa Kristo, namna tunavyotenda kila wakati, je, vina nani utukufu? Je, nuru inaangaza kwa jinsi vilivyo. Nuru inaangaza kwa matendo ya watu, wanatazama wanamuona Yesu. Ni shariti maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo Mungu anadai utukufu, Mungu anadai sifa. Ni shariti matendo yako yamtukuze Mungu, ni shariti matendo yako yamtukuze Mungu. Ibada lazima, lazima itawaliwe na kicho. Ibada lazima itawaliwe na utayari wa mawazo, akili, mwili na roho ibada lazima itawaliwa na heshima na, na leo utaona watu wanavaa ovyo ndani ya kanisa. Ibada inakosa heshima mbele za Mungu kwa sababu ya mionekano mibovu ya watu. Kama azi alipaswa kuwaliwa mbele ya baba mkwe wako, mbele ya baba yako, unaweza ya, ya ibada ya Mungu ndani ya kanisa, mbele za Mungu maana kwamba mahali popote hata mbele za Mungu alistahili. Angalia leo watu wanavyokuja ndani ya kanisa, ibada hazimpi Mungu tukufu. Malaika wanaona aibu kuwa nasi katika ibada kwa sababu ya mionekano yetu mibaya. Na hivyo ni lazima tujioji, je, tunavyovaa vinamwakisi Kristo? Je, ninamtukuza Mungu? Mungu anasema katika neno lake, mcheni Mungu na kumtukuza. Watu wanapokutazama wanapaswa kuona nuru ya Kristo. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, na ni lazima ulistiri hilo hekalu, maana lina ni hekalu unalopaswa kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ninaofuatilia na kipindi hiki, Mungu anatuagiza kuishi maisha ya kumtukuza yeye kwa kila mionekano yetu, lazima imtukuze Mungu. Watu wamevunja sababu kwa sababu ya kutengeneza mionekano, wakasahau kutengeneza mwenendo. Mungu anadai mwenendo zaidi ya mwonekano wako ulio nao cherewa shule kwa sababu ya mionekano yao wakitengeneza mionekano yao wakiabudu vitu vingine zaidi ya kumwabudu Mungu. Lazima tujioji nani tunaye je, ni Mungu wa mbinguni? Kama ni Mungu wa mbinguni, anasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo ni lolote, tendeni yote kwa utukufu wa Mungu, katika wa kwanza sura ya kumi na ile fungu la thelathini. Maana anasema ni nuru yenu na iangaze watu wapate kuyaona matendo yenu wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa mavazi yako unaweza ukatambulika kama Mkristo, kwa mavazi yako ukatambulika kama kahaba. Sasa lazima ujiuji uji, je, mavazi yanamleta Kristo Kristo fukuza Kristo katika maisha yangu? Miili yetu ni mahekalu matakatifu na hivyo ni lazima tuitunze katika ukamilifu, lazima tuitunze katika ubora maana ndivyo Mungu anavyohitaji kwao. Ndugu wapendwa mnaofuatilia kipindi hiki maisha Kutukuza Mungu ni maisha yale ambayo yamesalimishwa mikononi mwake, na Mungu anasema tunaposalimisha maisha yetu mikononi mwake hatutafuatisha yote na mitindo yote ya hii katika ile Warumi sura ya kumi na pili mitindo tunayoiendea leo ya kidunia ndio, na wakati mwingine Mungu ananyima utukufu katika maisha. Mungu utukufu katika vyakula tunavyokula Mungu ananyima utukufu katika Mungu ananyima utukufu katika maneno tunayoongea lazima tukufu. Mungu anadai sifa na utukufu kamili. Mungu anadai kicho kamili katika maisha yetu, kwa kila tendo tunalolitenda ni sharti liwe lenye kurudisha utukufu kwa Mungu. Waimbaji mnaoimba kama uimbaji wenu yake ukawatukuza ninyi, baada bandi, Mungu anadai ibada kamili yenye kumletea utukufu, heshima sifa maana ni stahili yake, lakini pia unaohubiri kwa kujirudishia utukufu wenyewe bado no, mahubiri hayo na wahubiri hao hawatakuwa na nafasi mbele za Mungu. Mungu anahitaji wahubiri walionyenyekea, wa Mungu anahitaji waimbaji wanaojishusha ili baada itaka mahali hapo iwe ni ya kuleta kicho mbele za Mungu. Mungu ana kwanza anaposema baadhi zangu kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu dhabihu iliyo takatifu ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo ibada yes, yenye akili. Mungu anadai ibada. Ibada yenye akili ni ibada yenye utayari, mawazo, akili, mwili, mwili, roho, vyote vikiwa Mungu anapokea ibada zetu kila wakati tunapoabudu, ama Mungu anachukizwa kwa ibada tunazoziendesha Tutujihoji. Mungu anadai ibada iliyo kamili na ibada yenye maana, kwa maana nyingine ni ibada yenye akili. Ibada yenye akili ni ibada yenye matokeo. Ibada yenye akili ni ibada inayoleta utukufu kwa Mungu. Ibada yenye akili ni ibada ambayo inamleta Mungu katika maisha yetu, inamleta Kristo kwenye maisha yetu, nasi tunajitoa na kujisalimisha nimwake na kuwa watoto wake. Kwa hiyo tunaposafiri katika maisha ya Ukristo, tutambue ya kwamba Mungu pekee ndiye anayepaswa kutukuzwa kwa kila jambo katika nyanja zote za maisha. Mungu pekee ndiye anadai utukufu kamili. Kwa hiyo tunaposafiri katika maisha yetu ya kila siku, hilo tunapaswa kulitambua. Kila itubada yenye utukufu Mungu anadai ibada teayo sifa, heshima na kicho, unyenyekevu, adabu yenye kuleta ibada iliyo njema, inaleta utukufu kwa Mungu, ibada ambayo Mungu anatukuzwa na, ile ibada inayoleta matokeo. Ibada yenye utukufu ni ile ibada ambayo inapokamilika na Yesu katika maisha yao kwao, tunaposafiri katika Tutambuwe ya kwamba Mungu wetu anadai ibada. Mungu wetu anadai mavazi yako, mavazi yangu yanapaswa kuakisi tabia io. Kama halifai hali popote, hata mbele za Mungu haliwezi kufaa. Kujioji namna tunavyovaa, namna tunavyokula, namna tunavyotenda, namna tunavyoishi, vyote kwa kumwakisi Kristo. Mwisho, ibada inapokuwa yenye maana mbele za Mungu inawafanya wanaoabudu kuwa watakatifu mbele za Mungu. Yo, ibada itakuwa takatifu kwa sababu wanaoabudu ni watakatifu, watakatifu watakatifu iwa watakatifu. watamwabudu Mungu watakatifu, na hivyo Mungu anahitaji tumwabudu katika ibada iliyo kamili Ibada yenye mbele za Mungu, ibada yenye mbele za Mungu. Na hivyo Mungu katika roho na kweli, imewapasa kumpa heshima, maana anastahili. Hivi leo, saa matakatifu ya Sabato, tuifanye Sabato takatifu kwa kudumisha maisha yaliyo matakatifu. Chunguza maisha yako, chunguza unavyotenda vinamwakisi Kristo. Je, unavyofanya vinamwakisi Kristo? Kumbuka neno la Wakorinto sura ya kumi fungu la thelathini na moja anaposema basi mlapo mnywapo, au yote, tendeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kila siku unapaswa kujioji, je, jambo hili linamtukuza Mungu? Kama jibu ni ndio, soma mbele kama ni mavazi, lazima jiulize, hili linamtukuza Mungu? Achana na mavazi ambayo anavaa leo vijana, achana na mavazi wanayovaa leo mabinti, eh, ya Biblia wanasubiri kuzibia vitabu ndio ik yani ukisubiri kusitiriwa na vitambaa na vitabu vingine baada ya kusoma Biblia ndio salia, achana na hayo lazima, hili vazi linamtukuza Mungu? hizi nyimbo zinamtukuza Mungu? hili maisha hayo ndiyo. Kabla ya kutenda lazima ujioje, je, linamrudishia Mungu utukufu? kama sivyo, hilo maana hilo la Ibilisi. Na hivyo katika masaa haya atusaidie kuishi maisha yanayomtukuza yeye. Mungu anaposema neno lake mcheni Mungu na mtukuze, hivyo ni vitenzi ambavyo lazima tuvitendee, lazima tuvitende, tuvitendee kwa utukufu maana ndivyo Mungu anavyohitaji. Tutafakari sana maisha yetu, vinginevyo tunaweza kusafiri kujita Mkristo ilhali umekataliwa kwa sababu ya mavazi na nyimbo unazoimba, unayotenda. Hebu turuhusu kila na, na kukifanya kiwe ni kile ambacho kinamrudishia Mungu tukufu, na ndipo nasi pia tutadumu kwa watoto wake. Bwana atubariki na bariki neno lake katika jina lake Yesu, amen. Tuombe. Baba mbinguni, asante kwa umeendelea kuwa pamoja nasi unapoendelea kutufundisha maneno yako. Ni kweli ya kwamba wakati mwingine umepotea, kwa sababu wewe, futa kujitukuza wenyewe, tukuza wewe. Mimi najaribiwa kwa kuvalishwa vibaya, kulishwa vibaya, eshwa vibaya, naona tukumbusha ya kwamba kila tendo tunalotenda ni sharti likuletewa wewe. Basi Bwana, tusaidie kuishi maisha ambayo yanakutukuza wewe kila hapo leo, na tusaidie kuishi tuweze je, kabla ya jambo lolote linakutukuza wewe, kabla kutukuza, tusaidie songa mbele, ikiwa alitukuzi alikutukuzi wewe, tusaidie kupata la kiroho ili tuweze kutenda kwa utukufu wa jina lako, nasi naosikiliza neno hili na zaidi Bwana, tuandae kwa ajili ya uzima wa milele wewe, ni mwema katika unatenda, jina la Yesu, Amen. Bwana akubariki wewe uliye baada kufuatilia kipindi hiki pamoja na neno hili la ya maisha yanayomtukuza Mungu. Bwana akubariki, karibu kwa vipindi vitakavyofuata. Ninakutakia za Sabato, endelea kubaki m... Yesu ukitafakari ukuu wake, maana ni katika sabato tunampa Mungu tukufu na heshima, kwa kuwa yeye ni muumbaji na mkombozi wa maisha yetu. Endelea kufuatilia, endelea kujiunga katika chaneli hii, nawe utajua katika baraka za neno la Mungu ambalo Mungu atatupa wakati kujifunza pamoja. Bwana akubariki na wakati mwema natue, na tuwe na ibada njema Nayo mletea Mungu utukufu. Karibuni.